Tulia, intulia hivyo hivyo. kuna nini huku mfukoni? mm. Mm. Nini ichi sikuelewi, wewe nini? mm -hmm. Sawa, ngoja niangalie, kuna nini? e -e. Hey. Kumbe una familia da, we Kibosile hey! Njoo bana, kumbe huyu jamaa ana familia ese, ana hadi mtoto. Ngoja tuangalie tujue tunafanyaje. mm. Na mke wako si yupo eh? mm. Basi haina shida <coughs> sasa mzee, uko na familia yako, una enjoy ndio? <laughs> mke wangu tumetekwa, <laughs> na mtoto pia mkamteka hapa. <laughs> Sasa nitakula kwa amani, nilikuwa naiwaza sana familia yangu. <laughs>

Huyu uh. ah. <laughs> kipa akimaliza hii mechi salama, mningofowe eh, vitunza mbegu mkavitupe baharini. Na huyu mtu aliambia bibi zetu acheze mpira <laughs> sisi ni pipo. Sijui kawaida nini, tafute bibi kachala, hakikisha unakambia pembeni, kambia au si waze imeisha.

Umesikia sasa, Kibosile. Niambia Eriki, hawa wazungu wamekuja kutalii, kwa hiyo wasipona mnyama hatutapata hela ya kwenda kwa Emily. vitambaa ni wauzaji wa vitambaa vya velveti kwa ajili ya kutengenezea masofa na seat cover za magari. Halafu kweli Eriki, kwa hiyo hapa cha kufanya Kibosile ni kuonyesha picha ya mnyama. Haya wazungu, angalieni kule, look there. Oya Kibosile, jifiche mm. Eh, hey, hii plani ya Eriki na Kibosile mimi yenyewe dereva nimeikubali <laughs>